Alright, karibu tena. Hii ni kwa wale ambao wanatumia mitandao ya kijamii ili kulipwa, basi TikTok Lite sio kwa ajili ya kulipwa. Pia Instagram Lite sio kwa ajili ya kulipwa, hizi hazifai kwenye kwa ajili ya kulipwa. Facebook, pia Lite, hiyo. Hii ni Facebook Lite, haifai pia kwenye kulipwa. TikTok, hii TikTok yenye feature hii ndo inafaa kulipwa, kwa sababu ina feature nyingi sana, kuna live nini na unaweza ukalipa pia. Kuna Facebook hii Facebook Met ina professional dashboard ambayo inaweza kulipa watu na pia kuna Instagram pia na hii Instagram Met inaweza ikalipa watu kwa njia zozote zile, ukiingia live na pia ukatuma video hata content na pia inaongoza pia. Na nyingine ni hii YouTube nam, tukianza na TikTok ambayo ina feature hii hapa ambao, ambao ni TikTok, tunasema latest product ambayo hii sasa ina live ina live feature. Hiyo live feature ambapo ukishafikisha followers elfu moja unaweza kuingia live. Na kuingia live pia unaingiza kipato. Unapata unalipwa dola na pia hata unaweza kufika hata dola mia na pia ukawithdraw, umeona? Na pia ina gifters. Hizo gifters zinaweza pia zikakulipa. Umeona kitu hicho? Eh, unapata hela kwa kuingia tu TikTok, kwa kuingia live na pia ukituma video zako zikiwa na watazamaji wengi, pia TikTok inakulipa inasema hapo ni content pay pia feature nyingine ambayo ipo kwenye TikTok inaweza kukulipa ni kwa kufikisha tu followers elfu kumi. Ukifikisha followers elfu kumi, basi wewe ni mtu wao ambaye watakuwa na kulipa kila mwisho wa mwezi. Na watakulipa kwa dola ambayo hiyo sasa utakuta kwenye balance yako ya kwenye balance yako ya TikTok. Balance yako ya TikTok. Kuna hiyo feature nyingine ambayo sasa hivi wanataka wailete, inaitwa watch video to pay. Yaani ukiangalia tu video, ukiangalia tu video ambazo zipo kwenye TikTok unalipwa umeona kitu kama hicho. Kwa hiyo hii hapa ndo ambayo inalipa watu kwa kiasi kikubwa, kuanzia na watu wenye followers elfu moja hadi wenye followers kumi. Naam, tukifuatia na, na Facebook, Mate, Facebook, mate nayo pia ni hapo ambayo inaongoza kwenye kulipa watu. Inalipa watu kwenye nini? endapo ile profile yako umeigeuza kwenda kwenye professional dashboard, yani kwamba uwe na professional dashboard, ukiwa na hii Facebook Facebook Mate na sio Facebook Lite. Facebook Lite haina professional dashboard. Ukiwa na Facebook Mate hiyo pro, yo professional dashboard ndio hipo, ambapo sasa ukialau hiyo professional dashboard wenyewe wataanza kukulipa kwa kutuma video, wanakuchallenge pale. Ukifikisha kwamba ukituma video ukiwa na likes elfu moja ama ukiwa na likes 100 basi ukishakamilisha hizo challenge ndani ya wiki kuna malipo unapata pia, ukiwa na followers elfu moja watakufungulia pia nyingine inaitwa content content pay. Content pay nao pia wanakulipa kwa kutumia content yako. Content yako ikiwa na viewers wengi na pia ikiwa na likes nyingi, basi unaingiza fedha na wanakulipa kwa dola, ambayo unaweza ukatoa free kwenye kadi yako ya benki. Alright, kipande kinachofuata tunaendelea na YouTube. Tuongelee kuhusu YouTube na ili tuone inalipa kuelekea vipi. Jamani, msahau ku like na kusubscribe.